hujambo msikilizaji karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba msimulizi wako ni mimi fatia abed bado tupo katika kitabu cha posa za maana Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Alipokuwa darasa la sita, siku moja, mwalimu wa hesabu alimwekea kosa kwenye kazi ya hesabu. Hamdani alikuwa na uhakika kama ipo sahihi. Hesabu lilikuwa ni somo lake alilolipenda, na siku zote wakiwa hawamo kichwani, basi alifanya kazi za hesabu. Kila hesabu ikiwa ngumu, yeye ndiyo alivyokuwa akiipenda zaidi, kwani alichemsha kichwa chake. Hakukubali kushindwa na hesabu yoyote ile, na alifanya urafiki na wanafunzi wa madarasa ya juu kwa kufahamishwa hesabu tu. Hata hivyo, walimu wengi hawakujua kipaji hicho cha Hamdani, kwa mara nyingi alikuwa hafanyi kazi zake, na kila kwenye makosa basi na yeye yumo. Msikilizaji, Endelea kusikiliza posa za maana. Uchelewaji yumo, watoro yumo, wapiga kelele darasani yumo. Kwa hiyo siku hiyo alipowekewa kosa, mwalimu huyo wa hesabu ambaye, kama walimu wengine wa skuli hiyo alikuwa mwingi wa ukali na bakora, hakujua uwezo wa mwanafunzi wake. Hamdani alimwendea mwalimu, samahani mwalimu, lakini hizi hesabu hapa nimezipata, wewe umeniwekea kosa, zitizame. Badala ya kutizama daftari la Hamdani, mwalimu alimtizama Hamdani mwenyewe, alimtizama utosini hadi vidole vya mguu kwa jicho lile linaloitwa shika adabu yako. Hamdani alianza umaridadi toka yuko mdogo, kwa hiyo nguo zake zilikuwa safi. Alijitahidi ziwe zimenyoka kwa kupigwa pasi ama hata kutundikwa vizuri wakati wa kuzianika. Miguuni alikuwa kavaa viatu vyeusi, japo vilikuwa vimeanza kuchakaa, vilikuwa vinatazamika. Baada ya kukosa dosari kwenye mwili wake Mwalimu alimkazia macho Hamdani. Na Hamdani naye alitizama pembeni kidogo kisha kusimama pale pale na yeye macho ameyatoa kumtizama mwalimu huku akisubiri jawabu lake. Ikawa anatizamana kama majogoo moja kubwa, jingine kinda. Hivi, huyu ni mtoto gani anayethubutu kuja kwa mwalimu na kumwambia kwamba mwalimu kakosea? Anajiamini vipi huyu mtoto? Ama kweli watoto wa siku hizi sisi, enzi zetu hatukuthubutu kufanya utovu wa adabu kama huu. Mawazo hayo yalimpitia kichwani mwake. Kwa sauti alimwambia Hamdani, hivi we mtoto, unajiona kama nani? Yani umetoka huko na buku lako unakuja kunikera? Uoni mimi nina kazi nyingine hapa? Unaniambia mimi nimekosea na wewe ndo umepatia? Hebu niambie, kwa nini hawakukuajiri wewe ukawa mwalimu na mimi nikawa mwanafunzi wako? Hebu niondokee hapa. Hamdani alisimama pale pale kama aliyegandishwa. Lakini mwalimu, mimi nilitaka kukuonyesha tu hizi hesabu. Bado unaendelea kunijibu eh? Huna adabu wewe, mtoto! Hivi wewe unawezaje kuja kunikosoa na sasa unanitukana? Hamdani alitoa macho na mdomo ukabaki wazi kwa nukta. Hivi hapana, mwalimu, sijakutukana ni kuhusu hesabu tu, lakini sijakutukana alisema Hamdani kwa utulivu. Sasa mwalimu alikasirika hasa. Kwanza alikasirika kwa kuambiwa kakosea, kisha akakasirika kwa ujasiri wa huyu mtoto. Kaupata wapi ujasiri huo? watoto wengine wakorofi kweli, wanaweza kukupanda kichwani ukawaachia, aliwaza. Nilikuambia uniondokee hapa, ukusikia? Chukua vitu vyako na urudi zako kwenu. Sitaki kuona uso wako hapa, usirudi mpaka urudi na mzazi wako. Hamdani alisimama tu kama amezubaa amepigwa na butwa. Watoto wengine darasani walikuwa wakisikiliza kisanga hicho na walianza maneno ya chini kwa chini. Mwalimu alikuwa amefura kwa hasira, hivi we ni kiziwi ama mwendazimu? uelewi lugha Nimesema uondoke sasa hivi, usikii? Ama nikatafute bakora yangu? mwalimu alifoka. Minong'ono ya wanafunzi darasani ikazidi na kukawa na zogo kiasi. Mwalimu aliwageukia wanafunzi, nyinyi pia kimya, sitaki kusikia fyokofyoko yoyote hapa. Ama kuna wengine pia wanaotaka kumfuata huyu mjuaji na wao warudi kwao? Yupo? Semeni kama hamna. Sasa kimya. Darasa lote alikawazii, macho yote yakiwa yanamtizama Hamdani. Hamdani hakutetereka. yamekuwa haya kama hapa, kosa langu ni lipi? lakini aliwaza Hamdani, kisha akamtazama tena yule mwalimu. alikuwa kasimama tayari na bakora mkononi, macho haya pepesi yanamtizama Hamdani, huku akionyesha ukali wake na hasira iliyompanda. yasiwe makubwa, wacha niende likizo ya bure hii, Hamdani alijiambia na akachukua vitu vyake huyo akarudi kwao. Alipofika alimkuta babake. Vipi Hamdani, mbona saa hizi? Hamdani alimwelezea yote yaliyojiri. Bi Salma alisogea karibu na kusikiliza kama kuna kitu. Bwana Khamisi alikuwa makini, basi ilikuwa elimu ya watoto wake, yeye ndiye aliyewahimiza na kuwashughulikia kwenye hilo Hamdani na ndugu zake wakisoma skuli za serikali ambazo zilikuwa hazina malipo, ilichotakiwa ni mambo madogo madogo kama sare na vifaa vya skuli. Hebu nionyeshe hiyo kazi yako mwalimu aliyokokea kosa. Bwana Khamisi alitazama hesabu vizuri. Kweli umepatia mwanangu, uko sahihi na mwalimu ndiye aliyefanya makosa. Sasa rudi skuli ukamwombe mwalimu msamaha, urejee darasani yaishe. Bwana Hamisi alisema taratibu, huku akisimama kutaka kuondoka. Baba, we mwenyewe umesema niko sahihi na mwalimu yuko na makosa. Mimi nilimwendea kuhusu hilo tu, sijamtukana. Kwa nini niombe msamaha? Pia amesema nisirudi sipokuwa na mzazi wangu. Mshipa wa ukaidi ulikuwa umemsimama Hamdani, hakuwa tayari kukubali makosa siokuwa nayo. Ah, mwanangu hayo yawache, nazi haishindani na jiwe. Wewe kubali makosa, jifanye mjinga. Hujui kwamba mnyenyekee kafiri upate mradi wako? Mwalimu wako kashika mpini, wewe umeshika makali. Mkivutana kisu kitakukata vidole. Bwana Maridhia naye hakuchoka kutoa rai ya kusuluhisha kwake. Yeye kubalia ishe ndilo lililokuwa suluhisho la kila kitu. Uwe bwana Hamisi, sasa umezidi. Kafiri gani anyenyekewe hapa kafiri huyo kwio? Mie sioni sababu ya huyo mwalimu kuombwa samahani, kazi yao kuwaonea watoto tu. Hebu jizoezoe uende naye huyo mtoto kwa mwalimu, kama wewe huwezi, wacha nichukue buibui langu nitoke. Bisalma alijifanya kutaka kunyanyuka na kutoka. Bwana Hamisi kusikia hivyo, haraka haraka alikubali kuongozana na Hamdani. Mara ya mwisho mkewe alipokwenda skuli alisikia kizaza kilichotokea. Si yeye tu, hata Hamdani hakupenda mama yake aende skuli. Basi hao baba na mwanawe waliongozana kwenda kusikiliza kesi. Baada ya maelezo ya Bwana Hamisi mwalimu, ilibidi atizame hesabu za Hamdani ambazo zilileta kizaza hicho. Na baada ya kuona Hamdani alikuwa sawa, basi alibwaga manyanga kwenye hoja hiyo lakini hakushindwa na hoja nyingine ndiyo kazipata hizi hesabu sasa ndo aje hapa kunisuta na kunisimanga kama mlingoti. Anawafundisha nini wenzake? Kwa mimi sijui kitu na yeye ndio mtaalamu. Mimi nilikuwa na kazi zangu, yeye ananisimamia na kunisusuika. Huyu mtoto ni fedhuli, jeuri na mwenye kiburi, anajifanya anajua sana. Mimi niliposahihisha kazi yake nilifanya makosa kidogo tu, akili yangu ilikuwa mbali, sikutizama vizuri, lakini sio kama sizijui hizi hesabu mimi ndo bingwa wa hesabu skuli hii, hakuna asiyenifahamu. Mwalimu alimeza mate, huku mikono yake kaifunga kifuani, akijitawanya pale alipo, kisha akaendelea, nyinyi wazazi ndo mnaoharibu wa watoto, akawa wajuba. Mimi simsomeshi yeye peke yake, na madarasa kibao na watoto lukuki kama yeye. Sasa kwa nini nipoteze muda wangu kubishana naye kuhusu jambo dogo kama hilo? Bwana Hamisi aliomba radhi kwa yote aliyotokea na Hamdani akatakiwa na yeye aombe radhi pia, jambo ambalo alilitekeleza kwa shingo upande, sauti ikiwa haitoki vizuri kutoa samahani hizo. Mambo gani haya? Samahani ya kulazimishwa kwa kosa lisilokuwepo, alifikiria wakati anaomba radhi, na mwishowe akaruhusiwa kurejea darasani baada ya kupewa onyo asirudie makosa yake. Hata hivyo ya mwalimu huyo ambaye pia alikuwa mwalimu wa darasa, kama ilivyokuwa wale walimu wa mwanzo, alimwekea bifu Hamdani ikawa jambo si kijambo, anampa adhabu. Si hivyo tu, alisambaza sumu kwa walimu wote kuhusu tabia mbaya ya Hamdani ya kujiona na kujifanya mjuaji. Kwa hiyo Hamdani, ukiongeza ule ukorofi wake na maneno ya mwalimu huyo, ikawananuka skuli, ikazidi kuwa chungu kwake, ikawa hana hamu kabisa kuhudhuria hapo. Akaanza rasmi tabia ya utoro. Alitoka nyumbani akijidai anakwenda skuli, kumbe akienda na hamsini zake. Muda mwingi alikuwa maskani na rafiki zake, ambao wengi walikuwa wakubwa kuliko yeye. Mara nyingine kwenye mwezi alihudhuria skuli siku chache tu, lakini siku hizo alizokuwa akienda alichukua madaftari ya wenzake na kuanza kusoma na mara nyingi alifanikiwa kujibu vizuri mitihani yake. Mara nyingine kwenye mwezi alihudhuria skuli siku chache tu, lakini siku hizo alizokuwa akienda alichukua madaftari ya wenzake na kuanza kusoma na mara nyingi alifanikiwa kujibu vizuri mitihani yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Aliendelea hivyo hivyo mpaka akafika kidato cha kwanza. Hapo akawa tayari mwanachama asiye rasmi wa genge la watoto wazembe na walioacha skuli ama waliomaliza na kufeli, wengi wakiwa wakubwa kuliko yeye. Genge hilo likifahamika kwa vitendo vya kihuni na kikorofi, walishinda mabondeni na kuinda ndege, na hobi yao ilikuwa kufuga njiwa na mbwa, kuiba mazao ya watu wakati wakiwa mabondeni, na ugomvi yalikuwa ni mambo ya kawaida kwao na yaliwapelekea kwenye matatizo kila siku, wakipigana wenyewe kwa wenyewe ama na watoto wa magenge mengine vita vilizuka baina yao kama kuna njiwa kaibiwa ama kapotea. Katika kipindi chote hicho, mahudhurio ya Hamdani skuli yalikuwa madogo sana. Hakujali kwenda wala kupitia masomo yake, matokeo yake ya mitihani yalikuwa mabaya mno, na baadhi ya wakati hata hiyo mitihani hakufanya. Alipofika kidato cha pili hakufaulu mtihani wake na ikawa mwisho wa safari ya elimu ya Hamdani. Baba yake alimnasihi kurudi skuli, lakini wapi Sikio la kufa halisikii dawa. Sasa rasmi Hamdani akawa nje ya skuli, muda wake akiutumia tu nyumbani kulala na kwenda kwenye vigenge vyake na marafiki zake. Bisalma mamake alimshauri pia aende gereji kujifunza mambo ya magari ama aende kujifunza kuchonga, lakini Hamdani hakutaka hata kusikia habari hizo. Jambo pekee wakati huo lililokuwa likimfurahisha ni safari ya kwenda Ulaya majuu. Wakati wakiwa kwenye mazungumzo nyumbani, mama na watoto, basi Hamdani hadithi zake zilikuwa za kwenda Ulaya tu. Kama walivyo vijana wengi wa mji wa Tulieni, suluhisho lao la dhiki ya maisha ilikuwa ni kuondoka tu na kwenda kutafuta maisha ughaibuni. Nyinyi subirini tu, mimi sifi ardhi hii, nitaruka na nitawarusha na hawa madogo. Mama wee, tulia tu, utapumzika kupika mandazi, ntakujengea nyumba nzuri uhame, kununulia mpaka gari. kila mtu Tulieni atajua kama umezaa kidume, kila mtu atazungumzia mshefa Hamdani, kijana wa mzee Hamis. Hapo Hamdani angetizama mazingira yake hapo ndani kwao, kisha angepunga mkono kuonyesha sehemu hiyo, nyinyi wenyewe tazameni, maisha gani haya? bora kuzaliwa paka Ulaya kuliko kuzaliwa binadamu nchi hii. Wakati kama huo, wakiwa pamoja, basi Hamdani kila siku alikuwa kinara wa mazungumzo, kila mtu akimsikiliza yeye. Mama yake angemtizama tu na kutabasamu huku akitingisha kichwa. Oho bwana, imetosha we, tumechoshwa na reja na majisifu yako. Kwanza sema astaghfirullah! Eti bora kuzaliwa paka Ulaya au wa Ulaya wanakuja hapa kuwekeza kwenye mambo mbalimbali mbali. Wewe mbali, unataka kwenda Ulaya una ukafanye nini sasa? Au kulea vizee? Maana elimu huna. Hebu tafuta kazi ufanye. Mwanamme mzima kujikalia ndani tu, mtu anafunua. Tafuta shamba na jembe ukalime. Angalau utakuwa unatuletea chochote. Mdogo wake Muna angemtania uongo na ukweli umo umo. Mimi, mimi nilime. Nani awe mkulima? Hivi mimi unaniona nimeelekea kulima lima? Jembe lenyewe sijui linavyokamatwa. Una nini mtoto wewe? Subiri mpaka uolewe, uje kumwambia mume walime, na wewe utamsaidia kuvuna. Hamdani angemrejeshea maneno yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana kilimo na kidharaue? Basi siku hizi kilimo ndo kila kitu, watu wanatajirika kwa kilimo. Leo naona umenijia na ya kuolewa. Nani aolewe sasa hivi? mimi sahau kwa mimi sahau kuhusu mambo ya kuolewa kwa sasa, kama sijawa dokta Munau. alhamisi mmoja tu asilia, wengine wote kopi. Basi haolewi mtu hapa. Tena nataka niwe dokta wa kina mama ili nije nimshughulikie wifi yangu mke wa mzungu wa Ulaya Hamdani, tena daktari bingwa na mashuhuri, sio wale madaktari wanaofanya mgonjwa operesheni ya kichwa kumbe ni mgonjwa wa mguu. Aliyasema kama matani, lakini huo ndio ulikuwa ukweli wa Muna binti Khamis. Kwenye suala la kusoma yeye hakuwa na mchezo na kila mmoja alimjua. Basi Muna, nishapata shauri kwa vile we utakuwa daktari bingwa na tajiri, basi mie na mke wangu hatuna haja ya kazi. Tutakuja tu kuishi kwako, utatupatia tu chumba, tutakuwa tunaishi hapo apo tukibangaiza bangaiza. Ukipenda unaweza kutuajiri kwa kazi ndogondogo na kukulindia mali zako, lakini tukiumwa utatutibu bure. Muda kama huo aghalabu ilikuwa ni wakati wa usiku, siku zile ambazo umeme ulikatwa na ndani hamkaliki kwa joto. Familia nzima ilikuwa ikikaa upenuni mwa nyumba yao wametandika mkeka chini ya mwarubaini. Wengine wakiwa kabisa na mito wamejilaza na soga likiendelea, wakifurahia usiku ambao wa mwezi. Kila mmoja alikuwa na lake la kusema. Wawili nyinyi mnapenda porojo na kuota mchana eh, mmoja anakwenda Ulaya, mwingine daktari mashuhuri, karibu mtakuwa na pesa kama majani. Udaktari ni nongo kama kila mtu anaupata na uko Ulaya ni ahueni, kama hata ukipanda jahazi unafika. Sasa ilikuwa ilikuwa zamu ya Zuwe na mzaliwa na Muna. Hivi we Muna, umesikia nani kuwa daktari bingwa hapa? Tulieni, kaeni mwote tu hapo, bora mkae tu kama mimi hapa. Mawazo hayo ya kiwazimu wazimu, sina kabisa kama kuna mtoto alimranda mama yake kwa tabia basi alikuwa Zuena. Yeye ugomvi hakuhitaji kujua chanzo, akiusikia tu basi tayari ashapatikana. Mchezaji mahiri mara nyingi huwa hakubali kuwa namba mbili. Muna alikuwa ndio kitambara chake humo ndani, akimjibu atakavyo na kumtegea kazi, licha kwa yeye ni mdogo kwa umri. Katika familia hiyo hakukuwa na ile desturi ya wakubwa kuitwa kaka wala dada kila mtu aliitwa kwa jina lake na ilikuwa hamna kuogopana. Aliogopewa peke yake alikuwa Hamdani, lakini wengine kila mmoja alishinda mechi zake, refari akiwa Bisalma, ambapo kuna baadhi ya wakati akiwa anachoshwa na ugomvi, basi akipelekewa kesi hutoa jawabu hiyo hiyo: fanyeni mtakavyo, piganeni, uaneni, atakaeumizwa ajue njia ya hospitali au akamtafute babake Hamisi ampeleke Mi sitaki kelele zenu, msitaki kunitoa roho mbichi kabla ya siku yangu haijafika. Hapo ndiyo ingekuwa mwisho wa kesi kwa upande wa Bisalma, na kama zogo likiendelea basi, alichukua fagio la njukuti na kucharaza kila aliye mbele yake. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.